Mambo vipi? Kama mnavyojua dunia sasa hivi iko mbele sana kiteknolojia. Teknolojia imekuwa na msaada mkubwa sana wa kazi zetu. Aa, mfano tutaangalia leo ChatGPT imekuwa na msaada mkubwa sana wa wafanyakazi, kazi ufanya, e, biashara, content creator, even wanafunzi ilikuwa inatusaidia sana kufanya kazi mbalimbali mbali. Lakini kuna kazi zingine ambazo zina, tunapewa zinakuwa zina limit kwamba hii kazi usiifanye kwa ChatGPT, wanataka uifanye wewe mwenyewe kwa 100%. Unakuta kazi ni kubwa labda una kazi nyingi, kwa hiyo unaamua kutumia ChatGPT. Sasa wakija kuingiza kwenye detector wanagundua hii kazi hujaifanya wewe, umeifanya na ChatGPT. Kwa hiyo kama kuna fursa hivi wewe utakuwa umeikosa. Kwa hiyo kuna namna nyingi ya kuweza kuibadilisha hiyo kazi iliyofanywa na ChatGPT, hiyo kazi ambayo imefanywa na ChatGPT imefanywa na binadamu au imefanywa na ChatGPT. Kuibadilisha hiyo kazi imefanywa na ChatGPT ionekana umefanya wewe kwa chatijibutie hapa taandika kazi yetu, mfano e, right hii ndio isa yetu. Hapa kwanza utaikopi hii ili uende kwa na... kitu tukisha ikopi, tunaenda ku detect kuang... kwanza kwa detector, tujue je kazi imefanywa na binadamu. Tunajua kabisa inaandikwa na ChatGPT, lakini tutaenda kuangalia e, ili tuhakiki kazi kwanza. Hii ta copy kwa detector nyingi, ila mimi natumia zero zero GPT, hii hapa, the top one, hii zero GPT, naenda kuingiza kazi yetu yeah. Road inakuja hapa, una pesti kazi yako hiyo ambayo umeitoa kwenye ChatGPT una paste unabonyeza hii detect test, italodi ili kuletea majibu. Inatuambia ni 100% ni imekuwa generated na ChatGPT hii kazi yetu. Kwa hapo tayari tunajua kabisa hii kazi haijafanywa na mtu hata kidogo, kazi nzima imefanywa na ChatGPT. Kwa nataka kuibadilisha hii kazi ionekane imefanywa na binadamu. Kuna njia nyingi pia za kubadilisha hii uh... Njia nyingine ni za kulipia. Mimi ah, pano...... minaona bora tutumie free kwanza, tuone njia ambayo itakuwa free. Mfano hey, right ishakuja hapa juu right human AI free, tutumie hii tuone ambao ndohiy ao first one ya, ba? Bien. Sasa, hii utakuja utapesti ya, kazi yako pia Ambo amboo li copy kuleko na ChatGPT utaripesti kazi yetu ndo hii hapa. Sasa utakuja utabonyeza hapa kwenye light human ili uweze kuibadilisha hiyo inaandikwa na binadamu ionekane kama imeandikwa na binadamu. Karodi abadilisha kazi yetu hii hapa, ishakua ishabadilishwa, isha kwa kwa 99 percent. E, sasa hii kazi ambayo imebadilishwa tayari, tuikopi tukaiangalie na yenyewe kwenye Zero GPT tupai detect kama ita detect imekuwa generated na Chat GPT au na binadamu, takopi taingia kwenye Zero GPT, yep. Ata paste hiyo kazi yetu ambao tumeibadilisha tuangalie. Oetaeteti twangalie naina. Oh, wow your text is a human writing, yaani inaonekana text yetu imeandikwa na binadamu na yes, asilimia chache sana ambao inaonekana na yes, asilimia nane ziko chini sana ambao kazi yako inakuwa imepitishwa kwa asilimia mia kwamba hii kazi inaandikwa na binadamu. Kwahiyo naitakuletea kabisa maneno ambayo yanatakiwa uyatoe, ni haya maneno ya njano haya, haya maneno tofauti na ile kazi ya kwanza ambayo maneno yote yalikuwa ni ya njano. Kwa hiyo unaweza ukatoa haya maneno, tukayafuta. Tukisha yafuta haya maneno ya njano, itakuwa ni asilimia mia. Hizi asilimia nane ni chache sana, kwa hiyo kazi yetu inakuwa iko safe. Unaweza ukaexport pia kwa PDF kwamba